Pete tano zinazokaa kwenye vidole vya Diamond Platnumz zina thamani ya dola laki moja, wastani wa shilingi za kitanzania milioni 234.4. Fedha hiyo ni wastani wa, wa show zake mbili tu za kimataifa ambazo atachukua shilingi milioni 326.2. Diamond amevaa saa ya kifahari inayojulikana kama Richard Mille RM ambayo hutengenezwa Uswizi. Yeye ana aina ya RM 012 Felipe Massa Red Baden ambayo thamani yake ni dola laki moja na arobaini na moja, wastani wa shilingi za Kitanzania milioni 335.7. Ukimtazama shingoni cheni anazovaa Diamond Platnumz zinagharimu dola laki moja sabini na saba elfu wastani wa shilingi milioni 422. Hivyo pete, saa na cheni zake tu ni dola laki tatu kumi na nane elfu wastani wa shilingi milioni 741 za Kitanzania.